sana Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya utume ambao tumesikia mengi sana amezungumzwa juu yake. Masista wetu wa Damu Takatifu ambao ndio kwa karibu sana mmeguswa na msiba huu, mama mkuu, tusikitike eh, lakini wakati mnasikitika, msikitike kwa moyo huo wa shukrani, kwa sababu huyu amekuwa kweli ni zawadi. Kwa haya yote tuliyosikia, amekuwa kweli zawadi kutoka Mwenyezi Mungu. Uh, kanisa linaamini siku zote kwamba walipo watawa wana furaha, na kweli tumesikia masista katika kuwakilishwa na huyu umeleta furaha, faraja kwa jamii hii na wazunguka, na jamii yote kwa ujumla. Kazi zenu zinaonekana, kazi zenu zinaonyesha kanisa, utume wenu nawakilisha kweli Kristo. Katika yale mwine ambayo nimeasikia kutoka aliyofanya moja ambayo natoka nayo ni mengi kusema kweli, mmoja na natoka nalo ule moyo wa sadaka, kujitoa kujitoa. Yaani, tunapoitwa hasa sisi ambayo tuko mbele huku e, watawa mapadri, maaskofu e, pamoja na aawamii wote, tunaitwa kumtumikia Mungu na kuwatumikia wanadamu wenzetu, lakini kwa sisi kwa namna ya pekee kabisa kujiachilia, yaani wewe ni mtumishi unaacha yote kabisa kabisa, unachopata mfukoni hapa unakitoa, bora unachopata hapa unakitoa kwa ajili ya watu. Sasa wewe mwenyewe wakati mwingine, mimi nimeona zimashuhudia watu wengine mpaka njaa za umma wanajisahau pia wenyewe e. Sasa ukisahau mpaka ukapata kafa njaa ukashika kwa kuwahudumia watu, lakini ulikuwa kujitoa kwa ajili ya watu bila uchoyo bila kujibakisha, kama ilivyosikia makweli amefanya hivo alivitoa bila kunibakisha, kama alivyosema Baba aliweza akasema, ngoja hiki kingine nichukue, chikue nipeleke pale mashati, akafanya hivyo hivo. Eh, alitoa chote hapa, kama amefanya kidogo, lakini wake nioskia labda kwa mapatano maalum. Umeona, kwa hivi ni nafikiri tujifunze mfano huo kwa sisi wote, lakini kwa namna pekee sisi tunaotumikia watu, tunaosimama huku tujitoe bila kunibakisha kidogo licha nayo, kama ni kingi basi ni kwa ajili ya watu. Tuendelee kumwombea, tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu basi akubali sadaka hiyo aliyoitoa, kwa njia hiyo amfungulie milango ya paradisi, astarehe kwa amani. Poleni sana masista wetu. Taarifa ya msiba ilipata nikiwa Dar es Salaam kwenye mikutano ilitoa taarifa kupitia kwa Mabaje na pia kupitia kwa sista ni kaunti ya uzito

upendo kwa Mungu na upendo kwa jirani katika karakta kwa Warumi sura kuminane, ya kumi na nne aya ya saba hadi ya kumi na mbili tunaambiwa basi, kama tukiishi tukifa tu mali ya Bwana. Ndio maana Kristo katika injili anasema, msifadhaike mioyoni mwenu ifadhaika kamaso akamuuliza, tutaijuaje njia? Yesu akasema nilipo mimi ndipo mtakapo, kweli na tena inatangulia kuandalia makao. Sister hakuwa na mashaka na maneno hayo ya masomo yetu ya leo, aliyaishi

neno na Mungu leo hii inatuambia, kwa maana kama tukiishi tunaishi katika Bwana, au tukifa tu mali ya Bwana. Kufaninini masomo yetu yanatupa malibu ya kuishi hapa duniani na maelekezo ya maisha ya hapa duniani. Mara kwanza katika kitabu cha hekima ya Sulemani tunafundishwa juu ya maisha safi. Mwandishi wa kitabu hiki anasema maisha safi ni uzee uliyotimika. Kuishi maisha safi ni utimilifu wa maisha ya mbinguni. Hatuwezi kusema t ishi milele huko mbinguni ikiwa hapa duniani maisha yetu hayakuwa safi. Maisha yetu ya hapa duniani ni taswira, tukiishi vizuri, ya maisha yale ya mbinguni. Sio swala la miaka mtu aliyoishi hapa duniani na sio mvi nyingi Bali maisha safi ni uzee uliotimilika. Mzangu, wakati nimepokea taarifa ya msiba wa Sister Maria Majella, sambamba na msiba huo nikapokea taarifa ya msiba wa Sister wa shirika la koru, ni mdogo kweli, sidhani kwamba huyu katika mawazo yao washirika walikuwa wamzike leo nikuambia limani tuone uwezekano mwingine weliyo kesho naye anasimikizwa katika safari yake ya mwisho. Mungu anatwambia nini? Mwenyezi Mungu hachakuiwi wala hawekwe masharti. Ni kawaida mtoto anapozaliwa ni furaha kwa familia, ni furaha kwa jamii na ndugu na ukoo, lakini tajabu mtoto huyo anapozaliwa asipolia, familia wanakuwa na mashaka juu ya mtoto huyo, na hapa nasikia kuna ndio kuna dispensari ya anapozaliwa mtoto kama hajalia, wale wanaohusika katika hospitali lazima wafanye namna lialia, na wakati mwingine wanamwezeka makofu kilia. Wa mtoto mdogo ambaye alikuwa akiishi katika tumbo la mama yake hakuhitaji chakula hakuhitaji haa condition au hali ya joto yoyote, analipata huko anapotokea au anapozaliwa, anakumbana na hali ambayo sio ile aliyevuraa. Kwa hiyo yeye anapata mshtuko na ndio maana analia. Kumbe anapolia, kwa familia na ndugu na wale wote waliomtarajia kuja kwake, ndio furaha yao

sisi ndio tunaanza kulia, tulipiga vigelegele alipozaliwa, tunaanza kulia anapokuwaga. Zangu sister Maria amepiga vita <coughs> vita hiyo ni ya ushindi, na ndio maana maisha yake ni maisha safi ya uzee uliyotimia. a ndugu zake Warumi anawakumbusha wajue kwamba wao ni mali ya Bwana. Anasema, kwa maana kama tukiishi twaishi kwa Bwana, au tukifa tumali ya Bwana Sister Maria Majella Urasa, na ndio maana anaishi katika Bwana na sasa amekufa na kuwaga katika bwana mzangu. Hayo ni maisha yaliyotukuka, unayopaswa kuyafuata ndugu yetu. Huyu anayo furaha <coughs> kwa sababu anafuata yule aliyemtumikia katika Injili. Yesu mwenyewe anatuambia

Yeye ndiye uzima. Tukiwa na mwenyezi Mungu hatupaswi kuogopa wala kufadhaika. Huyu mwenzetu ambaye leo tunamsindikiza, sister Maria Majells, ameenda kwa baba yake mpendwa, kwenye makao ambayo Kristo mwenyewe alisema njia ukweli na uzima. Wapendwa, leo tunamkumbisha sister ambaye katika utume wake amekuwa chachu kubwa ya maendeleo katika shirika lake na si shirika lake peke yake. Tumesikia katika historia ya maisha yake amekuwa chachu kubwa, amekuwa katika jimbo letu la Tanga na jamii yake aliyoishi kiroho na kimwili. Amekuwa mstari wa mbele katika maendeleo ya kiroho, katika maendeleo ya kiafya na kielimu, hakujibakiza kwa lolote. Katika suala la elimu, niliambiwa alipenda fani ya elimu, na hivyo alikuwa ni mwalimu <coughs> aliwafundisha iliyostawishwa vizuri na wasista wote wa hapa wakisaidiana na mwingine. Sista Maria Majells tunamwambia amesaidia ujenzi wa shule ya msingi kule Makanka, wakushirikiana na wenzake waliona umuhimu kuwaondoa vijana katika ukoma wao wa elimu. Akajenga kushirikiana shule ya msingi lakini pia na shule ya sekondari ya masange juu yule, na wakatafuta wafadhili mbalimbali, ili kusaidia watoto wapate hasa

Atakaye kuongozea saa ya Buriani mheshimiwa e Anton Sabuti, na pale makaburini atakaye atakayezika ni Filmart Tarimo mkuu wa kanda ya Lushoto. Basi iwakaribishe ay ni na ieii nafkiri akutoa pole na baadhi ya viongozi wa serikali karibuni, karibu. Tuombe. E Mungu ulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyo ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu Amen. Mungu akamilishe ndani mwako alioanzisha katika ubatizo. Amin. Ya masista wa Kipungilo, wawakilishi walioko karibu Kwa majina naitwa Dr Yahi Dohobombo, mkuu wa shule ya msingi Makanka. Kwa masikitiko makubwa sana, nasikitika kumpoteza mfadhili wetu ambaye ametujengea shule yetu ya Makanka. Na sista huyu Maria Majili Surasa hakuishia kwenye ujenzi wa shule ya msingi Makanka tu, bali pia ni mwasisi mkubwa wa Masange Juu Secondary School, ambaye hadi sasa tunapoongea bado kuna miradi inaendelea chini ya uangalizi wake. Sister amefanya mambo makubwa sana kwenye jamii na kwenye taasisi yake kwa mambo ya kiroho. Namkumbuka sister kwa mambo mengi sana ambayo ametufanyia sisi, especially nikianzia makanka pale, majengo yote yanayoonekana na samani zote zilizoko pale kwa namna ya pekee kwenye wilaya yetu ya Lushoto, tuna ukumbi mkubwa wa chakula ambaye, kwenye shule za msingi zote wilayani hakuna ukumbi kama huo, isipokuwa shule za private. Ni yeye peke yake ameweza kutufadhilia na kujenga ukumbi huo mkubwa, ambayo ni wa mfano. Sista huyu ni wa kuigwa, kwani yeye haangalii mambo ya kiimani tu, hadi ya kimwili, na ndio maana hakuwa nyuma katika masuala ya maendeleo ya kielimu kwani pia ameweza kujenga zahanati ya Makanga na hadi nyumba ya madaktari ambayo tayari ipo ukingoni kukamilika. Amejenga kanisa ambalo lipo pale eneo la Makanga na amejenga hostel kubwa ambayo hostel hiyo wanaitumia wanafunzi wa kidato cha, cha tano na sita ambayo imeanzishwa hapa Masange juu. Mama huyu ni wakuibwa, hakuna mtu ambaye ni mfano wake. Kwa hiyo nawasihi wana Masange wana Kifungilo wote kwa ujumla tumuenzi kwa kuyatunza yale mambo yote ambayo yametuanzishia sisi. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga a milele umwangazie, hapo msike kwa amani wadimina. Kwa majina, naitwa Dkta Yahi Doho Bombo, mkuu wa shule ya msingi Matanka. Sana, naitwa Bwana Antoni Matias Dabalu, ni mwenyekiti parokia ya Kifungilo. Tumeguswa sana na msiba wa sista wetu sister Maria Majelis. Sister Maria Majelis amefanya kazi kubwa, kufanya kazi kubwa kwa jamii. Mchango wake katika jamii kwenye maeneo ya elimu, lakini pia maeneo ya afya, amekuwa akijitoa sana. Tukiangalia shule uh, ya sekondari ya Masange amekuwa kama mdhamini, shule ya msingi Masange pia Makanka, lakini pia hospitali ya Makanka. Kwa hiyo kwa mchango huu, wito wangu ni kwamba wote, watu wote wenye mapenzi mema, huona umuhimu wa kuendeleza mambo mema ambayo sista ameyaacha katika jamii hii na kijiji kwa ujumla cha Masange. Kwa hiyo watu wote waguswe na kwa miradi ambayo labda ilikuwa bado inahitaji kuendelezwa, but kwenye mapenzi mema waendeleze miradi hiyo, iwe ni namna pekee ya kumwenzi sister Maria Majelis. Tutamkumbuka sana, lakini zaidi namna nzuri ni kufanya kuendeleza yale mema ambayo sister ametuachia. Asante sana. Okay, majina yangu tena naitwa Bwana Anton Matias Daba Andrea Urasa Msaliwa wa mashati Rombo, umevya dada yangu sister Maria Majelis Urasa. Aha, tunajua kwamba sister, eh, siku nyingi mmeshamtoa kwenye shirika la masista, kwa hiyo hamponaye, na leo hii kwa masista pia ameondoka. Sasa labda una kipsa kuambia familia yenu na masista pia kwa jumla wana watu wa, wa, wa, wa, wa ukoo tunasema poleni masista, sina ziada a kusema kwamba tulimpenda mb, Mungu akampenda zaidi. Sasa kama kaka mtu nini wito wako kwa, kwa familia juu ya msiba huu wa mdogo wako, nikumwambia apumzike kwa amani. Beleka hospitali ya wilaya ya Lushoto. Madaktari walijitahidi sana kuokoa maisha yake, lakini ilipofika tarehe kumi na nne mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano Mungu alimpenda zaidi na kumuita kwake kwenye makao ya uzima wa milele raya ya milele. Tumpe e Bwana apumzike kwa amani.